Katika kuhakikisha elimu ya utunzaji wa mazingira inaimarika na kuendeleza uzalendo miongoni mwa watoto, shule za msingi nchini zimesisitizwa kujenga utamaduni wa kuwapeleka wanafunzi wao kutembelea hifadhi na vivutio vya utalii vilivyopo nchini, ili kuunganisha maarifa ya darasani na uhalisia wa mazingira yanayowazunguka. Akizungumza na Mwananchi Digital, mwalimu mkuu wa Shule ya Msingi Kwelikwiji Evance John, iliyopo halmashauri ya wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro, mara baada ya ziara ya wanafunzi sabini na nane wa shule hiyo walipotembelea Hifadhi ya Taifa ya Mikumi, amesema ziara hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka mia moja tangu kuanzishwa kwa shule hiyo. Shule nyingine ama halmashauri nyingine na wa vitendo, na Watanzania kwa kwa kwa ujumla, hivi vitu tunapaswa kufanya kwa vitendo na wala sio kwa kusema tu, kama tulivyofanya sisi. Lakini yote tumeifanya kwa ajili ya eh, kuhamasisha utalii wa ndani ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan anasistiza kwamba Watanzania wafanye utalii wa ndani. Hivyo moja kati ya lengo e, kubwa ilikuwa ni kuhamasisha utalii wa ndani, lakini pia e, katika kutimiza miaka mia moja ya shule basi na sisi tumekuwa sehemu ya kuhamasisha utalii wa ndani. Kwanza ni kupata elimu kwa vijana, kwa vijana wanapata elimu ya, ya nazaria lakini na vitendo pia ahiyo tunahamasisha na shule zingine ambazo zina zina zinatimiza mradi huu waweze kujifunza pia kupitia kwetu, kwa sababu shule yetu imepiga hatua kubwa tu. Ziara hiyo pia ililenga kuwapa wanafunzi fursa ya kujifunza kwa vitendo kuhusu uhifadhi wa wanyamapori, umuhimu wa bioanuai, na mchango wa hifadhi za Taifa katika kukuza uchumi kupitia sekta ya utalii, ambapo watoto walipata nafasi ya kuwaona kwa macho wanyama mbalimbali akiwemo tembo, simba, twiga, nyati na pundamilia huku wakifundishwa namna ya hifadhi inavyolinda viumbe hai na kuwa sehemu ya urithi wa taifa. Tunaona zebra ama pundamilia na tunaona swala. Programu ya Eco School inayotekelezwa na shirika la uhifadhi wa misitu asilia Tanzania, TFCG, inayolenga kuwajengea wanafunzi uelewa wa kina kuhusu mazingira mabadiliko ya tabia ya nchi na uendelevu wa rasilimali asilia kupitia elimu shirikishi na vitendo. Shule ya msingi kwelikwiji ni miongoni mwa wanufaika wa programu hiyo. Kwa mujibu wa Naomi Sadiki, afisa mazingira programu ya Eco School, ziara hiyo pia ni sehemu ya maadhimisho ya miaka arobaini ya TFCG na miaka kumi ya mafanikio ya utekelezaji wa programu hiyo mashuleni. Mradi wa Eco School, lengo lake kubwa ni kuhamasisha watoto kuwa mabalozi wa baadaye wa swala zima la utunzaji wa mazingira wamekuja huku wamejifunza kwa vitendo kwamba ili tuwe na hivi vitu lazima tuwe na mazingira ambayo ni mazuri. Kwa baadaye wakitoka lazima watathamini vitu ambavyo ni vya kwao. Lakini tunazidi kuhamasisha wazazi, walimu na wanafunzi ambao wapo katika mradi wa Eco Schools kufanya watoto wao kuwapa motisha kama hii waliofanya shule ya msingi Kweliwkiji. Jaribu kuangalia maboresho ya mtaala mpya sasa hivi, anasema kwamba mtoto awe ndo chanzo cha maarifa, kwamba tusiwe tena tunatumia ile mbinu ya wa mwalimu anaingia darasani anamjazilisha mtoto material, kwamba mtoto ajui chochote. Mtoto awe ndo chanzo cha maarifa, na ukijaribu kuangalia tunachofanya, tunafanya pia na, na uchopekaji huu uchope, tunaweka kwenye kipengele cha mazingira. Na kwa nini tunachopeka? tunajaribu kuangalia kwamba eco kwa school inaanzia katika kiwango cha watoto wadogo kabisa mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo tunavozidi kuwajengea watoto mbinu nzuri ya kuweka uchopekaji wa mazingira, mtoto anajua kabisa kwamba mazingira yanamsaidiaje katika maisha yake. Kwa hiyo mimi kama mwalimu nimefurahi sana kwa shule yetu ya Kwelikwiji walichokifanya kama watekelezaji wa programu, hasa hasa kwenye mbinu yetu ya ujifunzaji na ufundishaji kwa njia ya vitendo ambayo tunaita ivac. Mbinu hii tunatamani hata shule ambazo zipo nje ya programu ziige mbinu hii inamsaidia mtoto kujijenga, kujiamini. Tumeona leo watoto walivyokuwa wanauliza maswali kwa wahifadhi, pia tumeona watoto walivyokuwa wanajibu maswali walikuwa wanaulizwa. Hii ni mbinu ambayo inamsaidia mtoto kuwa na ujasiri zaidi kuliko ile mbinu ambayo tulikuwa tunasema ni teacher-centered approach, kwamba mwalimu tu ndo anatoa material. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.